<laughs> Bwana, tuna mambo mengi sana viwanjani lakini no. Kabla ya hapo nitaanza na hizo habari alafu nije kwako. Ndio. Aa, naona hii ndio line up. No. Leo tarehe ngapi? Tarehe saba mwezi mwezi wa 4. Uchaguzi utafanyika no. Kamati ya Olimpiki nchini mm. Na nimweleza juzi kwamba mirengo ni miwili. Ae. Sasa leo naja na lineup ya mrengo wa kwanza. Ndio. E, kesho nitakuja line e, na lineup mm. ya mrengo wa pili. Naam. Leo ilikuwa ndio ile siku ya mahanjamu na Gwembe na mialiko na uzinduzi. Hii inaitwa Team New Dawn. Eh, umesikia bwana? Mm. Shadrack Maluki. Ji. E, anza kuzoea rais wako mpya wa NOCK. Huyo ni treasurer. Shadrack, Shadrack Maluki ni rais mtarajiwa. Ndio, rais mtarajiwa. Eh. Lakini kwa sasa cheo chake ni treasurer. Ni treasurer sio? E, na pia anasimamia okay, mchezo wa judo. Eh. Na na tunajua Tergat amemaliza vipindi vyake viwili, ndio. Eh, sasa Shadrack Maluki tik usiharibu kura yako mbaro, wewe ni mtu umesoma na bado unaweka tiki nje <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya sanduku. Ukaribu uchaguzi wetu FKF Mombasa huwa anapiga kura Kwale. Haya bwana, anayewania mwingine? Eh, wapo na kutajia, eh Barnaba Korir first vice president, rafiki yetu hapa yule yupo pale NOK Athletics Kenya ana maswala ya vijana na la nini, bwana mmoja mtaratibu, lakini waambiwa utaratibu wa maji kama hayo hana vurumai mm. lakini anafika mbali, anazoa kuzoa. Wewe ukimwona yule mbwa anabweka na nini, ukiokota jiwe amekimbia, ama kobe, lakini lile limetulia tu mm. linauma kung'ata. lina kungata mm. Eh, mtaratibu mtulivu mm. lakini anaona mwaka e, e, elfu mbili thelathini tiki eh, Barnaba Koriri. Hii ndio lineup ya Maluki, alafu Uh, are na ukiniacha unipe mda nimalize kusoma hii lineup ya Manchester United. <laughs> Uh, pia nitasoma lieutenant colonel mwenyewe mm. na Hashon Randiek yupo sana maswala ya hoki Randiek sijina e, naam haya, Andrew Mudibo, huyu ni katibu mkuu kufuatilia mchezo wa tennis. Sasa anawania kuwa SG wa, wa, wa, wa upande huu mrengo huu wa na, e, na kwa sasa Dio yupo hii nafasi yupo, anaishikilia mtuku ambaye sasa atakuwa anagombea urais ule mrengo mwingine okay. E, lakini Andrew Mudibo anawania kuwa katibu SG wa huu mrengo. Ndio hii lineup hii. Na mdibo wajua, ni ile familia, kama unakumbuka kina Noman Mdibo, yule mwanahabari akaingia maswala ya benki ya, yeah is a friend of mine. Wajua ni vizuri declare your interest before like Wetangula did, wakati wa mturi. Sawa bwana, hii ndio lineup imethibitishwa, na baadhi yao tulikuwa nao vijana. Fred Chege atagombea kuwa treasurer sasa. Maluki atamwachia mm, e, watahandova wata po, e, wata e kwake. Alafu mududa e, women rep huyo anatokea mchezo wa volleyball mm. Alafu committee members yupo sasha sasha, unamjua mwenyekiti wa raga, raga mchezo wa raga nam. na Jaslin Nyambura uh, yeye anahusika sana mchezo wa triathlon atakuwa mwanakamati mm. alafu ah, na ananipigia sasa hivi bwana nani Mudibo ah Maluki, ngoja president malize kipindi ah, yupo <laughs> Eliud Kipchoge <laughs> Sasa huyu anawakilisha wanariadha mm. kwenye huu mrengo no. na Grace Adhiambo hiyo ndio lineup no. E, ya nani Maluki majali wa kesho ntawapa ya nani Mutuku. Tulifanya vizuri, tulifika finali Singapore jana, shujaa sevens hawa Fiji elfu mbili kumi na sita tuliwapiga Aimba marehemu akiwa kocha, tumekutana tena fainali jana. First half tulikuwa tumewapiga saba vizuri hmm, eh, second half wakageusha kibao na wakachukua ushindi. Mijitu tu ile wakati inaimba national anthem inalia, ulikuwa fikiri tutatoboa pale. Eh, sasa tuatilie dua, wanakwenda playoffs zile Nam, mwezi Mei kule Marekani e, na ni ziara wamewahi pia playoffs, nakumbuka wakati wa babu juzi pamekuwepo no. na wakashiriki no. R&B Series. No. Pia mchezo wa raga kama na skuma, skuma. Sasha na wenzake mm. na kesi kwenye SDT. No. tunasubiri hata uchaguzi wa Gor Mahia ambao unanukia no. tarehe nane pia tunasubiri maamuzi no. kutoka SDT. No. No. No. Tunaelewa je, huyu Mgabe aka Ambrose Nachira alikuwa hapa wiki mbili zilizopita no. anaruhusiwa kugombea na ile IBC ya wao ya uchaguzi kwenye mabano imeulizwa maswali mengi na treasurer wa sasa mm. na ile ada niliwaeleza hapa nusu milioni na. kama wewe wataka kugombea urais nimeona yeye ashalipa e, na line up yake kwa hiyo hilo pia tunalifuatilia. hii ada inalipwa na wagombea wa Gor Mahia ama pia FC Leopards Gor Mahia. Uchaguzi wa Gor, uchaguzi wa Ingwe utakuja mwezi Juni na pia wanalipa ada kama hiyo. Wao watatueleza yao ni ipi, tutakuchangia eh, kila kuchang... ila... sisi kama rafiki zako eh, eh, lazima tumwambie kabisa eh, eh, rais ule ataspochangiwa eh, ushoona mtu anachaguliwa akiwa kaburini anapendwa kiasi hicho eh, eh. lakini kampeni unasema hivi watu hawatumii pesa zao ali kampeni hata Trump na pesa zake Marekani bila zote Marekani kachangiwa na malipo ni hapa hapa duniani. Natumai commercial director Osman ameipata hiyo kauli ambani kutoka kwa Mbaru <laughs> Denmark wana nini? Hii ni Denmark wewe. Namtaki kucheza na shaka. Si kwamba tunalia. Shida nini? Si kwamba tunalia. Shida nini Denmark? Kariobandi niliwapiga Gor Mahia mwaka jana. Angalia. Shida nini? Hakuna shida. Ehe. Wanafaa kucheza mechi home ground ambayo ni Ukunda Show Ground. Ehe. Si shida nini? Kariobandi hawataki, hawataki achezwe Mbaraki. Wanasema eti oh, walivuka Gormaia oh, wakafungwa huko. Sasa kwa kuwa sisi tunataka kucheza Mbaraki, ndio hao Denmark wavuke feri? Manake uchawi huo ukivuka ukivuka bodi za maji unafufia uchawi gani sasa? Angalia, nasemaje pia, pia kuna dongo kundu eh. Dongo kundu bypass haivuki bahari, mm, sasa eh, nasemaje, lakini dongo yafanya kweli ile Yafanya bro, mimi nimecheza mara kadhaa. Nini? Dongo ah, Kundu nafanya? Ina shaka shaka zake ah, ah. Maana weekend ijayo wakati hiyo mechi itakuwa imefungwa Dongo Kundu Inashaka, sasa, shaka mimi nasema sake. hivi hey. Waje Karobangi Sharks wapigwe wataki watapigwa, oh, wakitaki, lakini, watapigwa. Ina, ina, ina, na wakitupiga tumewapiga waki tu <laughs> ngoja tukipiga tumewapiga ngoja tukipiga tumewapiga mechi. <laughs> Wakupigwa, wakupigwa, wakupigwa yeah. Sasa, wakupigwa, wakupigwa. Watu wakose mechi wakupigwa ni wakupigwa tu. Hata ikaletwa Nairobi, tutarudi, no, no. saa nne usiku, 90 nikiwa na Arocho kwa Landa, Lucky Shata tutaangazia EPL La Liga Siriana, na maswala mbalimbali, lakini take it to the nearest bank. Hata mkapelekwa dongo nyekundu mnapigwa na